Karibu katika makala hii inayoelezea kuhusu kampasi ya Mizengo Pinda. Kwa niaba ya mtayarishaji wa makala hii Gerard Lomile, mimi ni msimulizi wako Hadija Zahoro. Kampasi ya Mizengo Pinda ya chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA ipo katika kata ya Kibaoni, wilaya ya Mlele, mkoa wa Katavi. Kampasi hii ilianzishwa baada ya waziri mkuu mstaafu mheshimiwa Mizengo Pinda kutoa ardhi yenye majengo na shamba kubwa kwa SUA ili vitumike kwa mafunzo. Kampasi hii inalenga kuwa kitovu cha kusambaza teknolojia za kisasa za kilimo, ufugaji, ufugaji nyuki na utalii kwa wakulima na jamii inayozunguka hivyo kuchangia katika maendeleo ya sekta ya kilimo na maliasili nchini Tanzania. Profesa Jeremia Makindara, kaimu rasi naibu rasi wa ndaki ya Mizengo Pinda, mipango utawala na fedha, anasema ndaki hii ilianza mwaka 2019 na kuanza mwaka wake wa kwanza wa masomo mwaka 2020. Kampasi ya Mizengo Pinda iko katika kijiji cha Kibaoni, halmashauri ya Mpimbwe, wilaya ya Mlele, mkoani Katavi. Kampasi hii ilianza mwaka 2019, hata hivyo ilianza kudahili wanafunzi mwaka 2020. Pia kampasi ya Mizengo Pinda inatoa programu mbalimbali za shahada na stashahada. Shahada na baadhi ya programu zinazotolewa ni pamoja na shahada ya sayansi katika usimamizi wa rasilimali za nyuki. Programu hii inawaandaa wahitimu kuwa wasimamizi wa rasilimali za nyuki, wataalamu wa uhifadhi na wajasiriamali wa bidhaa za nyuki. Evaristi Magani ni kaimu naibu rasi wa ndaki upande wa taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalamu anasema. Kwa sasa wanatoa kozi tatu ambazo zimelenga kuhakikisha wanafunzi wanatoka chuoni hapo wakiwa katika hali ya ushindani. Kwa sasa tuna programu tatu ambazo tunaziendesha. Programu yetu ya kwanza ni shahada ya awali ya usimamizi rasilimali nyuki, na programu ya pili ambayo tunaitoa ni stashahada ya uzalishaji mazao na usimamizi na programu ya tatu ambayo tunaitoa ni astashada ya uongozaji wa talii na uindaji wa kitalii, lakini taasisi iko kwenye mpango wa kuongeza programu zingine hasa kwa mwaka wa, kuanzia mwaka wa masomo ujao. Kwa hiyo tunatarajia tutakuwa na programu zingine mbili ambazo tutakuwa na astashada ya usimamizi rasilimali nyuki lakini pia tutakuwa na stashahada ya mambo ya utalii. Kwa hiyo tutakuwa na programu mbili mpya kwa mwaka wa masomo 2025/2026. Ni vigezo gani vinavyotumika kujiunga na programu zinazotolewa katika kampasi ya Mizengo Pinda? Ili uweze kujiunga na programu zinazotolewa katika kampasi hii, hutofautiana kulingana na aina ya programu na sifa za mwombaji na hapa magani anaendelea kueleza, sifa za kujiunga zinatofautiana kulingana na programu. Kwa stasha, kwa shahada ya usimamizi la rasilimali nyuki, mwanafunzi anatakiwa awe amehitimu kidato cha sita, awe na ufaulu wa masomo mawili angalau yenye jumla ya pointi nne na kuendelea lakini ufaulu huo uwe wa somo mojawapo ni baolojia, na masomo mengine ya sayansi kama vile fizikia, kemia, geography, mathematics na somo la lishe. Lakini pia wanafunzi ambao wamehitimu stashada kwenye fani zingine wanaruhusiwa kujiunga. Kwa mfano mwanafunzi aliyehitimu stashada ya mambo ya kilimo, mambo ya ufugaji wa nyuki, mambo ya wanyamapori kwa hizo ni stashada ambazo anarosiwa lakini anatakiwa awe na ufaulu angalau wa GPA ya tatu na kuendelea. Katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora, kampasi ya Mizengo Pinda inawapa fursa ya kujifunza kwa vitendo. Na hapa wanathibitisha namna wanavyopata fursa na uzoefu wa kutosha. Mafunzo anayoyapata katika kampasi hii ya Mizengo Pinda kutokana na kozi inayochukua ya utalii. Napata mafunzo mengi. Kwa mfano kuna uhifadhi wa rasilimali zetu, lakini pia kitu kingine tunachojifunza ni jinsi ya kumuongoza mgeni au mtalii anayetoka nje labda, au anaweza akawa ni wandani anayekuja katika hifadhi ambayo tupo umeona, ambao tutakuwa tayari tumeajiriwa labda kwa muda huo. Ah, lakini kitu kingine ambacho unajifunza utalii una, una nafasi kubwa, na pia una, una fursa nyingi katika nchi yetu, kwa mfano fursa ya ajira, lakini pia un, katika nchi ya uchumi unachangia katika kukua kwa miundombinu. Katika kampasi hii hali ipo vizuri, kwa sababu serikali imejitahidi kwenye kujenga madarasa ya wanafunzi na hosteli za wanafunzi za kulala, pia kuna umeme na maji, kuna walimu walioajiriwa wenye teknolojia ya juu wana uwezo wa kufundisha wanafunzi vizuri. Pia serikali imejitahidi kwenye kuleta vifaa vya usafiri wa kusafirisha wanafunzi kama kwenda kujifunza masomo kwa vitendo. Ni mafunzo ambayo na uhakika yatanifikisha kwenye ndoto zangu, kwa sababu aa, ni mafunzo ambayo nayafanya kwa vitendo lakini pia ni mafunzo ambayo wanayafanya kwa kupitia walimu wenye weledi, wamesoma, wana weledi wa kutosha kwenye tasnia ya utalii. Lakini pia sio hivyo tu. Uh, walimu wa Mizengo Pinda wako vizuri kwa uh, kozi zote ambazo zinafundishwa hapa. Wito wangu kwa wanafunzi ambao wanawiwa wana au wanashauku ya kufanya kozi kama ya kwangu, wachague uh, Mizengo Pinda Campus, kwa maana ya chuo kikuu cha Sokoine kutokana na kwamba hapa ndo chuo pekee kwa nchi yetu ya Tanzania ambapo utafundishwa pia uwindaji wa wanyamapori kwa maana ya hunting operations. Kwa hiyo ni sehemu sahihi kabisa ya, kwa mwanafunzi anayehitaji kusoma to a guide and hunting operations. Mara kadhaa kumekuwa na changamoto katika vyuo mbalimbali, hasa katika huduma za malazi. Hali iko tofauti katika kampasi ya Mizengo Pinda, kwani chuo kimekarabati majengo ambayo yanatumiwa na wanafunzi kama hostel, na hapa Profesa Makindara anafafanua. Suala la malazi siyo tatizo, kwa sababu chuo kwenye kampasi ya Mizengo Pinda ilikarabati majengo ambayo yanatumika kama malazi ambayo yanaweza kuchukua wanafunzi mia tatu, na majengo haya yaliwekwa vitanda pamoja na magodoro Vilevile kwa katika huu mradi wa HEET SUA katika kampasi ya Mizengo Pinda inajenga hostel ambayo itachukua wanafunzi mia nne na hata hivyo, kwenye sekta binafsi katika kijiji cha Kibaoni tuna hostel mbili za watu binafsi, mmoja inaitwa Ngorongoro na nyingine inaitwa St Magret, zote kwa pamoja zinaweza kuchukua wanafunzi sio chini ya mia moja hamsini. Kwa hiyo swala la malazi siyo shida, kwa sababu pia kuna maeneo mengine ambapo baadhi ya wanafunzi ambao wanapenda kukaa nje ya kampas bado wanapata malazi. Kampasi ya Mizengo Pinda ina vifaa mbalimbali vya kujifunzia na kufundishia vinavyosaidia wanafunzi kupata elimu bora kwa vitendo. Baadhi ya vifaa hivyo ni pamoja na manzuki ya nyuki, maabara za kisasa, na wanafunzi hufanya ziara za mafunzo katika maeneo mbalimbali mbali, kama ambavyo Migani anavyofafanua hapa. Kwa sasa hatuna changamoto ya vifaa vya kujifunzia, kwani tuna vifaa kulingana na mlengwa wa programu ambazo zinatolewa. Nitatoa tu mfano wa baadhi ya rasilimali za vifaa vya kufundishia ambavyo tunavyo. Kwanza tuna manzuki ya nyuki ambayo ndio sehemu wanafunzi wetu wanaosoma shahada ya usimamizi rasilimali nyuki wanafanya mafunzo yao kwa vitendo. Kwa hiyo shamba letu hilo liko umbali wa takribani kilomita nane tokea kwenye kampasi yetu. kwa hiyo inawawezesha wanafunzi kwenda kujifunza hasa kipindi cha jioni au asubuhi mapema kulingana na tabia za nyuki. lakini pia tuna mtambo wa kuchakata asali ambao pia tunaotumia tuna, tunaotumia kama sehemu ya uzalishaji lakini pia ni sehemu ya wanafunzi kujifunzia lakini isitoshe pia tuna karakana kwa ajili ya uzalishaji wa mizinga. Kwa hiyo wanafunzi wetu tunajaribu kuwaweka kwenye mlengwa wa kufanya kwa vitendo zaidi ili waweze kukabiliana na soko, lakini pia tuna shamba darasa la kujifunzia kwa wale wanafunzi wanaojifunza hasa stashahada, shahada ya uzalishaji mazao na usimamizi. Kwa hiyo tuna mashamba, tuna shamba ambalo liko ndani ya eneo letu hapa la kampasi ambalo wanajifunzia hasa kuzalisha mboga mboga, lakini pia tuna shamba liko umbali wa kilometa nane tokea hapa ambalo pia tunalitumia kama sehemu ya mafunzo kwa, tumekuwa na rasilimali nyingi za kujifunzia na tunaendelea kuboresha. Kampasi imekuwa ikisisitiza wanafunzi wake wanaoishi nje ya kampasi kuishi vyema na jamii inayowazunguka, lakini pia inashirikiana kwa karibu na jamii inayozunguka katika masuala ya kilimo na maendeleo kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kushiriki katika mikutano yao na ushirikiano na wadau wa maendeleo. Mara nyingi kwa kupitia kitengo cha ushauri wa wanafunzi na utawala huwa wanakaa na wanafunzi na kuwaambia kwamba ambao wote wanakaa nje ya kampas wajitahidi kuwa mabalozi wazuri wa kampas wa na waishi kutokana na matakwa ya jamii kwa hiyo na mpaka sasa hatujapata changamoto yoyote kwa wanafunzi ambao wanaishi nje ya kampas. Kama yalivyo majukumu ya vyuo vikuu, ni kutoa taaluma, kufanya utafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu, kampasi ya Mizengo Pinda nayo inatoa fursa mbalimbali za utafiti kwa wanafunzi na wafanyakazi wake. Tumekuwa na mwendelezo wa shule za utafiti tokea kuanzishwa kwa kampasi lakini nitajaribu kutaja chache ambazo tunaendelea nazo na kujaribu kuonyesha kama tuna fursa ya kuendelea kuzifanya zaidi. Tuna miradi mitatu ya kitafiti ambayo inafadhiliwa na Suarisi, lakini pia tuna mradi mmoja ambao unafadhiliwa na mfuko wa misitu Tanzania. Lakini pia hawa hao, kwa sababu lengo lingine ni kufanya ushauri wa kitaalamu tuna ushauri wa kitaalamu tunatoa kwenye baadhi ya miradi moja, tuna mradi ambao unafadhiliwa na shirika la kilimo na chakula duniani kwenye ukanda wa Ziwa Tanganyika ni mradi unaendelea, lakini pia tuna mradi mwingine ambao unafadhiliwa na Nature Conservancy ambao pia tunauendesha kwenye ukanda wa mwambao wa Ziwa Tanganyika. Lakini pia tumekuwa na muendelezo wa maandiko mengi zaidi ambayo yote yanajikita kwenye kutafuta fedha na kufanya tafiti za aina mbalimbali mbali. Kwa hiyo shughuli ya utafiti ni shughuli endelevu, haiishi leo wala kesho. Kwa hiyo watafiti wanaendelea kufanya, lakini kwenye kufanya lazima kuwe na mobilization ya fedha. Kwa hiyo wanaandika maandiko mbalimbali kwenye taasisi mbalimbali mbali. lengo ni kupata fedha ambazo zitawezesha kuendelea na hizo tafiti pamoja na wanafunzi na wafanyakazi kutimiza majukumu yao ya kila siku, lakini pia kampasi hii hufanya mambo ya ziada ambayo mengine ni ya kitaaluma na binafsi kama Profesa Makindara anavyoeleza. Kwa mambo ya ziada kuna ambayo ni ya kitaaluma na ambayo ni ya binafsi. Kwa mfano kwenye kitaaluma, huwa wanashiriki kwenye kwenda kuangalia kutembelea mashamba ambayo ni ya mfano ambayo ni ya wakulima wa kibiashara, na pia wanatoka nje kwenye masuala ya michezo kushirikiana na jamii katika michezo mbalimbali, kwa mfano michezo ya mpira wa miguu, michezo wa miguu na mchezo kwa mpira wa netball. Kampasi yetu imekuwa ikishirikiana na jamii kwenye masuala ya kilimo na ufugaji wa nyuki. Kwa jumla, tumekuwa tukishiriki kwenye mikutano yao kwa kutoa semina za uzalishaji wa kilimo na ufugaji wa nyuki, na pia campus imeandaa mitaala ya ufugaji nyuki na mitaala ya kilimo ambayo itakuwa ina inashirikiana na halmashauri ya wilaya ya Mpinde na halmashauri nyingine za jirani katika kuwaelimisha wananchi katika kilimo bora na ufugaji bora wa nuki. Kwa sasa jamii inaitikia, kwa sababu hata wao kuna taasisi nyingine ambazo zikitaka kutoa mafunzo zinakuja kuomba eneo la kwetu ambapo wanafanya wanafanya semina. Palipo na mafanikio changamoto hazikosekani, japo hukabiliwa ili zitatuliwe. Changamoto hazikosekani ingawaji nyingi, tunashukuru sana management ya SUA nyingi pale zinapotokea huwa wanazitatua mara tu baada ya kutokea ili kuyafanya mazingira ya kufundisha na kujifunzia yawe mazuri. Kwanza mimi binafsi ni ishukuru serikali hasa kwa kuongeza wigo wa wanafunzi wengi zaidi kuvifikia vyuo vikuu hasa kupitia upanuzi ambao unaendelea sasa wa kuongeza kampasi za vyuo vikuu kwenye mikoa ya pembezoni. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kuwaomba wazazi na wanafunzi ambao wako hasa maeneo haya ya karibu kujiunga na chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kwani kozi nyingi au programu nyingi ambazo tunazitoa ni sasa tunasema ni programu za kimkakati kwa sababu nyingi zinajibu changamoto za maeneo mbalimbali mbali, hasa kwenye jamii za wakulima na wafugaji ambao ndiyo sehemu kubwa ya jamii ambayo iko hasa kwenye ukanda huu. Mkuu wa Mkoa wa Katavi Wanamvua Mrindoko anasema uwepo wa kampasi katika mkoa wa Katavi una manufaa makubwa kwa mikoa ya kusini magharibi, kutokana na kozi mbalimbali zinazotolewa pale SUA tawi la Mizengo Pinda zinazohusiana na masuala ya utunzaji wa mazingira, uhifadhi, kilimo, mifugo na kadhalika. Ninaamini sisi mkoa wa Katavi ndio wa kwanza kunufaika, halafu mikoa mingine itafuata. Kwa hiyo hili pia ni jambo ambalo sisi e, tumelipokea kwa mikono chanya. Tukiamini kwamba linakwenda kuleta mageuzi makubwa katika mkoa wetu. Lakini swala lingine tumesogezewa huduma za kimasomo. Hii ni fursa kubwa kwa Wanakatavi, vijana, umri wa kati, naamini hata wazee tunaruhusiwa kwenda kusoma pale kozi mbalimbali. Naamini kwenye, kwenye chuo kule haichagui umri. Umri wote unaweza kufanya uka, ukafanya, ukafanya maombi e, ukafanyiwa ukafanya udahili na ukaweza kuchaguliwa ukaenda kupata elimu pale lakini ukiacha hizi elimu ambazo ni za e, za vijana zaidi au tuseme za muda mrefu zaidi kama vile e, kozi ndefu labda za diploma, labda kozi za degree masters na kadhalika. Lakini uwepo wa chuo hiki na ongezeko hili, kwa maana upanuzi unaofanyika, utasaidia sana sisi, tutaweza kupata kozi fupi kupitia, um, walimu pale, lakini kupitia wataalamu mbalimbali tutaweza kupata kozi fupi, fupi zinazohusiana na masuala ya utunzaji wa mazingira masuala ya kilimo, masuala ya ufugaji nyuki, masuala ya mifugo kwa ujumla wake na masuala mbalimbali ambayo e, chuo kama SUA tawi la Mizengo Pinda yanatolewa kupitia kozi mbalimbali wanazozifanya pale. Kwa hiyo, wananchi wa mkoa wa Katavi tunakwenda kunufaika sana na maboresho haya au ongezeko hili la huduma na upanuzi wa chuo kikuu cha Sokoine tawi la Mizengo Pinda. Kwetu sisi kama mkoa wa Katavi, haya ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu ongezeko la watu linakuja na manufaa mbalimbali. Kwa mfano, ongezeko la ufanyaji wa biashara, ongezeko la uwekezaji kwenye mambo ambayo hawa wanafunzi watakuwa wanahitaji, lakini um, wahadhiri na watumishi mbalimbali wa chuo watakuwa wanahitaji chakula, watakuwa wanahitaji malazi, watakuwa wanahitaji usafiri, watakuwa wanahitaji huduma za mafuta, watakuwa wanahitaji huduma za matibabu, pamoja na huduma nyingine kama ambavyo wanahitaji binadamu wengine. Kwa hiyo kwetu sisi ni mafanikio makubwa, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ongezeko hili la kudahili wanafunzi litakwenda kutuongezea kukuza uchumi, kukuza biashara, kukuza uzalishaji, lakini na kukuza pia uh, utoaji wa huduma za kijamii. Lakini suala lingine ambalo tunaona kwetu ni manufaa sana ni kwamba uwepo wa chuo mahali unasaidia sana, ukiacha habari ya uchumi, lakini eh, najua kwamba chuo pia kinafanya shughuli za kiutafiti na mara nyingi shughuli za utafiti zitafanyika kwenye eneo lililopo karibu, na kwa maana hiyo sisi tutapata manufaa makubwa, kwa sababu tafiti zile zitakwenda kuleta manufaa kwa wananchi kwenye shughuli mbalimbali tunazozifanya. Kwa mfano mambo ya ufugaji wa nyuki, tuna mambo ya mifugo, tuna masuala ya kilimo, tuna masuala ya utunzaji wa mazingira na biashara za carbon. Ukichukua hizo sekta chache na ukaziweka katika mazingira ya chuo, maana yake ni kwamba tutakwenda kufanya kufanyiwa utafiti ambao utakwenda kuongeza uh, tija kwenye hizi sekta chache nilizozitaja, lakini hata zile ambazo sijazitaja, mimi ninaamini kabisa kwamba utafiti utakaokuwa unafanywa na wataalamu mbalimbali wa SUA lakini pamoja na wanafunzi uh, wa SUA tawi la Mizengo Pinda Mpimbwe Katavi utakwenda kutusaidia sisi wote kama Wanakatavi kwa ujumla wetu. Naam, hiyo ndiyo kampasi ya Mizengo Pinda iliyoko mkoani Katavi, ambayo inatarajiwa kuleta mapinduzi makubwa ya kilimo katika mikoa ya kanda ya magharibi yaani Katavi, Kigoma, Rukwa na mingine mingi Tanzania. Asante na kwa heri.